Kwa majina naitwa Zura Saidi, natokea mkoa wa Mara, wilaya ya Musoma mjini, kata ya Kigera. Nilipewa taarifa kwamba tutakuwa na kikao cha siri Chadema Dar es Salaam na tukakatiwa tiketi, tukafika tuka, baada ya kufika tukapokelewa, baada ya kupokelewa tumepewa t-shirt, mene unaona t-shirt nalikuwa chaula, tukashindwa ku Ubungo Plaza. Baada ya kufika asubuhi, na kuna viongozi wakaja kujisafisha kwamba chauma. Kwa hiyo mimi sipo tayari kusaliti chama changu, naipenda Chadema dam dam. Na pia wapo watu wanasema kwamba kuna watu nyuma, sisi tumetangulizwa nyuma, kuna watu watakifuata, lakini sivyo. Msaliti ni msaliti tu, anaweza kasaliti hata familia yake, lakini kuna damu hatuwezi kusaliti Chadema tumetoka